Je, wajua nguo anazovaa Trump zinatengenezwa China? Je, wajua kofia zilizotumika katika campaign ya Make America Great Again zilitengenezwa China. Wajua hilo? Okay, anyway, kwa nini Trump asiwe na hasira? Tumefikaje hapa? Kwa mia ishirini na tano tulianza na thelathini na nne China akajibu na thelathini na nne Marekani wakasema hiyo ni dharau, wakaweka mia na nne asilimia. China wakaweka themanini na nne Marekani akaweka mia ishirini na tano kwa maelezo kwamba hili ni kulikosea heshima soko kubwa la dunia hiyo. Hapo nakuwekea kwenye skrini maelezo yaliyotoa Donald Trump mwenyewe. Iko hivi kwanza, China unaweza ukafananisha na mbwa aliyefugwa na Marekani, sasa anamng'ata Marekani. Kwa uwe na hicho uwe na hiyo picha kichwani mwako, China imejengwa na Marekani, wala sio siri, na sasa inamtafuna Marekani. Mmepata habari kwamba ule mkeka wa Donald Trump aliyotoa wiki iliyopita wa taarifa mpya ameusitisha, na akaacha asilimia mia moja ishirini na tano za China, si ndio mlichokipata sasa eh? iko hivi, sio China tu. Kwanza ule mkeka ule uliovuruga dunia nzima na kuharibu masoko ya hisa baada ya kusimamisha na kurudi kwenye tunaita baseline tariff. Baseline tariff ni asilimia kumi ya kawaida ambazo nchi zilikuwa zinatozwa. Hata sisi Watanzania tulikuwa tunatozwa baseline tariff, ambayo ni asilimia kumi. Kwa hiyo nchi zote duniani zimerudishwa kwenye baseline tariff, yaani asilimia kumi isipokuwa China ambayo imepandishiwa mpaka mia ishirini na tano. Mexico na Canada, sasa kwa nini Mexico, Canada na China? Mexico, Canada na China, hiyoyote ni Xi Jinping, hiyo yote ni China. Trump anaelewa. Kwa hiyo dunia nzima imerudi kwenye baseline tariff, ambayo ni asilimia kumi ya kawaida. China yeye ameongezewa kutoka mia na nne asilimia mpaka mia ishirini na tano kwa sababu kwamba ameleta dharau kwa soko kubwa la dunia haya ni maneno ya Trump na nimekuweka kwenye screen hapo ya yasome mwenyewe kwa Kiingereza kama utaelewa. So, alichake maanake lack of respect, yani kukosa kuliheshimu soko kubwa la dunia ambalo linamwingizia mchina pesa. Alafu pia Trump anaelewa kwamba Canada bado inaoperetiwa na Mr. Xi Jinping. Kwa kama Canada itakuwa inaingiza hela, bado wachina watakuwa wanafaidika. Kama Mexico itakuwa inaingiza hela, wachina watakuwa wanafaidika. Kwa wa hiyo, Canada, Mexico na China hizo hazikurudishwa kwenye baseline tariff ya asilimia kumi. Alafu kwa nini wamarekani wanazidi kulia kwamba eti China will make a deal? Mbona hatujamsikia msemaji yoyote wa, wa China akisema kwamba we want to make a deal? zaidi zaidi wa China wao wanadai wamekwenda kwenye mahakama za WTO. Watu wanataka kujua kwa nini Marekani waiongezee China asilimia mia moja ishirini na tano alafu watu wengine duniani warudishwe kwenye baseline. Kama China angeongezewa asilimia mia moja ishirini na tano kama alivyoongezewa na ule mkeka, ukabaki vilevile, ni kama kuinyonga Marekani au ni kama kutoboa boti ambao wote tutuzame. Kwa nini? kwa sababu ndani kwa yu, ya Marekani vitu vilikuwa vishaanza kupanda bei, kwa hiyo unavyomwongezea China unavyomkaba China ambaye ni manufacturer mkubwa duniani wafungulie wale wa manufacturer wadogo wadogo wa ili raia wa Marekani waendelee kuishi. Kwa sababu mia ishirini na tano ni kuzuia bidhaa za China zisiende Marekani, lakini akina Taiwan, Cambodia, Indonesia watakuwa wanapeleka bidhaa wapi? Marekani, ili Marekani iendelee kuishi ndugu zangu. Marekani haizalishi, sio mimi, ni huyo rais wao mwenyewe anasema. Hebu msikilize kidogo hapa. Trump anaposema kwamba magari yanayozalishwa Korea Kusini yanatumika Korea Kusini, magari yanayozalishwa Japani yanatumika Japani, lakini wao wanakuja kudampo magari yetu yao hapa. kwa nini sisi tumekuwa dampo? Hebu msikilize Trump hapo kidogo. 81% of the cars in South Korea are made in South Korea. 94% of the cars in Japan are made in Japan

These other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen and they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why effective at midnight. Mesikia, kwa hiyo asira kubwa ya wa Marekani, wao ni dampo hawazalishi. Na nataka ni kuhakikishe kuna watu wa Kimarekani washanitukana sana hu. No rivingia hii Marekani ilikofika ilijitengenezea yenyewe. Hata Trump mwenyewe anasema kwamba haya yalifanywa

hayajaanza jana wala juzi, kwamba wao kuwa dampo la kuletewa bidhaa, wameharibu kizazi chao, hakina uwezo wa kuzalisha. Kwa hiyo na kumbuka, Marekani si wa Marekani, Marekani ni wafanya biashara kwao. Unakwenda pale na idea yako ya biashara, unatafuta ni wapi ukazalishia bidhaa kwa bei rahisi, uje uuze kwenye soko la kidalali. Kumbuka kofia za Trump hizo za campaign zilikuwa zinauzwa dola nne, dola tano, alafu raia wanaenda kuuziwa dola arobaini, dola thelathini. Ni nani asiyetaka hilo soko la mazombi? Yaani unaodalalia mpaka uhai wao, hilo ni soko la mazombi, wajitambui. Unanunua kitu dola nne dola tano unaenda kuuza dola arobaini dola thelathini Niliwaekea hiyo video kipindi cha campaign. alafu zile kofia zilikuwa zimeandikwa made in China, wala ilikuwa sio siri. Hii vita ni ya kuidondosha China na wa China wanajua. Niwakumbushe watu, niwakumbushe watu Xi Jinping alikuwa ameandaa dola bilioni moja na nusu kupambana na Trump kwenye masuala ya tariff. Trump anaapishwa aliambiwa wazi, vita utakayoanzisha na China wameshaandaa kiasi cha dola bilioni mo, nimekosea dola trilioni moja na nusu. 1.5 US dollar trillion for tariff war with America, kwa China CCP wameandaa hiyo hela. Kumbuka biashara za China ni tofauti na za Marekani Marekani. Marekani kila mtu anaubeba msalaba wake, ile ni nchi ya kikapitalisti. China CCP anawabeba watoto wake kama watoto wake kweli wa kuwazaa Kwe hii vita pia naibeba, baada ya na hii vita kuanza, unajua kitu kilikuwa kinaendelea ambacho kilimtisha Trump ni ukaribu wa India na China, China na Japan, China na South Korea. Urafiki ulikuwa ushaanza, China alikuwa anatafuta masoko ya bidhaa zake kwa waindi, Japan, South Korea. Hawa wote ni marafiki wa Trump mpaka kimilitari, alafu baada ya hii vita ya chakula kuanza, wanaanza kuongea na Xi Jinping kutafuta ugali. Kwa nini? Kwa sababu Xi Jinping ana ugali mwingi. What do I mean? hakuna mtu anataka kulipoteza soko la China wewe kweli wa China wanahitaji soko la Marekani kwa sababu ni soko la mazombi, lakini pia waamerika wanahitaji soko la China kwa sababu ni soko kubwa, watu wengi 1.4 billion people. Maanake ukidondosha nguruwe nguruwe laki moja hapo, wiki ya ifiki zimeisha, ukidondosha vitunguu vimeisha, ukidondosha sijui spinach zimeisha. Yani wa China wanalipenda soko la Marekani kwa sababu ni soko la mazombi, unapata hela nyingi, mzigo kidogo. Waamerika wanapenda soko la China kwa sababu la wako wako wengi, you see. Kwa hiyo China ameshaanza mazungumzo na european union, come to my market, I have 1.4 billion people. Japan alikuwa ashaambiwa njoo mezani baba, mimi na watu 1.4 billion. India naye walikuwa washaanza ma, mazungumzo ma, na kupa kazi katafute. Kwa hiyo watu mnaombea kwamba China itadondoka kama mnavyoniambia kwenye comment, jiulize ni lini ulimuungisha Marekani kwenye product yake? Kila kitu unachonunua kuanzia andawea mpaka saa simu nayo nitazamia mimi ni made in China. Alafu you come in comment and say mimi nakudanganya wewe kwamba, baba hii vita ambayo Marekani amechokoza ya yani, Marekani anajiingiza kwenye kwenye kaburi lake alilojenga zaidi ya miongo minne. Kwa hiyo hii vita bado inachemuka. Tumetoka kwenye thelathini na nne wachina wakajibu kwa thelathini na nne. Marekani akaona hii ni dharau, akaweka mia moja na nne wachina wanaweka wakaweka themanini na nne Marekani akaona hii ni dharau kubwa kabisa, akaweka mia moja ishirini na tano Alafu akasema hivi, nyie chao ambao mnataka kwenda kwa China nawafungulieni, mrudi kwenye soko langu ili watoto wangu waendelee kuishi. Hiyo ndio tafsiri ya Marekani kuongeza tarif kwa China kwa asilimia mia moja ishirini na tano, pamoja na kuendelea kuwafunga wale chao wa China kibiashara ambao ni Canada na Mexico na kuwafungulia wengine ili wananchi wa Marekani wasiteseke. America is a dump they don't produce nothing but they rely on other countries product. Elewa hilo, elimika usiwe msomi. Bado mambo inachemuka.